Kwanza kabisa ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa, ya, kwa majina naitwa Isaac Daniel Joseph mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Katavi. E, kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye yeye ametupa afya mpaka kufika siku hii ya leo ya tarehe 17 ya mwezi wa 11 2025, ishirini na tano. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita ili kuweza kuzungumza na ninyi, kwa sababu tunaamini ninyi ndio mnatupasha habari lakini kufikisha habari mbalimbali mbali katika mkoa wetu huu wa Katavi na Tanzania kwa ujumla. Kipekee ni washukuru viongozi wote ambao wamehudhuria mkutano huu wa waandishi wa habari kutoka kanda mbalimbali zinazounda mkoa wetu huu wa Katavi. Ndugu waandishi wa habari, sambamba na hilo ni mshukuru mkuu wetu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Hoza Mlindoko, lakini pia ni washukuru wakuu wote wa wilaya zote tatu Hizi za Mpanda, Tanganyika na Mlele. Na lakini bila kuwasahau na wakurugenzi wote wa halmashauri zote tano zinazounda mkoa wetu wa Katavi. Kwa nini tunawashukuru? Kwanza wamekuwa pamoja nasi kwa kipindi chote ambacho tumekuwa nao, tumekuwa tukiwatumia na wao wakitutumia kwa namna yoyote ile, lakini lengo ni kuweka eh, mambo kukaa vizuri. Kwa hiyo niwashukuru kipekee wao binafsi. Lakini sambamba na pongezi hizo Eh, nipende kumshukuru pia na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan eh, kwa namna ambavyo amepata eh, ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Eh, kipekee nampongeza sana kwa sababu ni kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi eh, wa mikoa yote ya Tanzania na amepata kishindo kikubwa na ushindi mkubwa sana. Lakini pia kipekee ni mshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake aliyoweza kuiwasilisha wakati anafungua bunge la 13 mwaka huu wakati akiwa Dodoma. E, katika hotuba ile, ndugu waandishi wa habari, mmekuwa mashahidi ninyi wenyewe, umeona ni hotuba ambayo kimsingi inaonesha dira au elekeo kwa taifa letu la Tanzania, lakini hasa katika vijana. Kwanza ameweza E, kutuonyesha uelekeo kwamba kutakuwa na wizara maalum ya vijana ambao sasa kwa namna moja ama nyingine vijana tutakwenda kunufaika kwa ukaribu zaidi. Lakini sambamba na hilo, ndugu waandishi wa habari, nimewaita lengo ni kuweza kuwapongeza vijana wote wa mkoa huu wa Katavi. Kwa nini nawapongeza vijana wa mkoa wa Katavi, hasa maafisa wa usafirishaji bodaboda? Kwa sababu tunatambua tarehe 29 mwezi wa kumi kulikuwa kuna zoezi la uchaguzi lakini viongozi lakini na wanachama pia, kwa pamoja wameweza kushiriki uchaguzi ule kikamilifu na kuendelea kuitunza amani ya mkoa wetu wa Katavi na Tanzania kwa ujumla na kuhakikisha mpaka siku ya leo tupo salama salimini na tunaendelea na shughuli zetu bila bugza yoyote. Kwa hiyo kipekee nimewaita waandishi wa habari kuweza kuwapa haya machache ambayo kwamba vijana wetu wa mkoa wa Katavi na sisi kama viongozi tutaendelea kuitunza amani ya mkoa wetu huu wa Katavi, kwa sababu hatuna mkoa mwingine ambao tunaweza kujivunia, lakini pia hatuna Tanzania nyingine tofauti na hii. Sambamba na hilo, ndugu waandishi wa habari, nitoe pole au tunatoa pole kwa wale wote ambao walikutana na changamoto hatimaye kupoteza maisha wakati wa vurugu siku ya uchaguzi kwa sababu ni watu ambao wachache ambao walikwenda ndivyo sivyo na kuhatarisha e, hali ya usalama ambapo sasa ilipelekea mpaka watu wengine kupata majeruhi lakini wengine kupoteza maisha. Sisi kama umoja wa bodaboda mkoa wa Katavi tunapotoa pole nyingi kwa ndugu zetu, e, marafiki zetu, jamaa zetu wa mikoa jirani ambao wameathirika e, na changamoto hizo katika tarehe hiyo tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi. Lakini ndugu waandishi wa habari, sambamba na hilo e, tumeweza kuwaiteni, tunatoa mwelekeo sasa, sisi kama viongozi wa bodaboda au kama umoja wa bodaboda mkoa wa Katavi e, tunataka viongozi wote wa kanda zote zinazounda e, mkoa wetu wa Katavi na halmashauri zote tano na wilaya zote tatu kuhakikisha kwamba wanapokuwa kwenye vituo vyao au katika maegesho yao ni kuhakikisha wanawapokea bodaboda na kujiridhisha kwamba huyu mwanachama anayekuja kujiunga katika umoja wetu, kwanza ana dokumenti halali za kutoka serikali za mtaa alikotoka, lakini pia kuhakikisha vielelezo vyote ambavyo vinatakiwa kuwasilishwa ofisi ya mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Katavi. Lengo ni nini? Lengo ni kutaka kufahamiana ili kuweza kuwabaini waharifu, kwa sababu kuna watu ambao wanajiegesha katika tasnia yetu ya bodaboda boda, na hatimaye hawafati hata maelekezo ya viongozi, na ndo miongoni mwao hao tunawaita e, ni, ni waendesha pikipiki lakini si bodaboda boda. Kwa hiyo nitoe agizo hili kwa viongozi wote wa kanda kuhakikisha kwamba vijana wote wanaowasajili katika vituo, kujihakikishia na kujiridhisha kwamba ni Mtanzania, lakini pia ana dokumenti zote halali ambazo anatakiwa kuwa nazo kama kiongozi. Kwa hiyo au kama mwanachama lakini kuwasilisha katika ofisi ya mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Katavi. Lakini sambamba na hilo ndugu waandishi wa habari wa e, mtakuwa ni mashahidi, mkoa wetu huu wa Katavi umeendelea kuwa na amani tele e, lakini pia na utulivu. Kwa hiyo tunaendelea kuwaasa vijana wetu wa bodaboda lakini na makundi wengine kuto kujihusisha na vitu vyovyote vile vinavyoashiria kuvunja amani ya mkoa wetu wa Katavi. Kwa hiyo kwa pamoja, tuilinde amani yetu, tuutunze mkoa wetu, kwa sababu hatuna mkoa mwingine wala Tanzania nyingine, na tunaamini kwamba sisi kama viongozi tuna jukumu kubwa la kuhakikisha hawa vijana tunawafikisha sehemu fulani ambayo kila mmoja anatamani kufika. Sasa hatuwezi tukafikia malengo hayo kama hatutokuwa na amani wala na utulivu. Kwa hiyo, yangu machache. Naomba niishie hapo. Asanteni sana.